Alitosha arete provencial ambayo inakataza wa, wa komisione na wabosi wachinja maparcele luchinja tena parcele yenye iko en dessous de 15 metres sivt tunaelewana, tunayangira tuna gongo jokenyi, munapanaka ka parcele kasemsrtis munapengamisha hivi ifi munatiako imakolos bile bitu inakatazwa na waza, atakuwa na wakati ya kuwaelezea plus davantage. Yule yeyote ambayo atanaswa, ambaye atanaswa akichinja parcelle na haheshimu aretea kupermete province, atazibiwa na atalipa, ama anaenda sitia mkonde wa kandasi kule chini iiama Tunaona yeah, yeah, mm, maasosiasio za mingi sana ziko hapa za wakomisionere. Munayo hali ya kitaa wetu wa Nyiragongo, mkifika saa hii kwa ofisi ya kwangu ama pale ku sheferi ama ku kadastre ama kule ku komisio ya pasifikasio ya province ama kule ku centre d'arbitrage des affaires civiles. Kuko bitu ye bila sikaka kwa mwingine. Mwengine unakutana komisionera na usisha mara sebe, mara mbili. Au komisionera anaenda onyesha pali ya fujo. Hatushuwe ule komisionera ni ya usisha tutampata. Kuna wale wa komisionera ambao wanajua kama udongo, ii udongo iku na shida. Benefete kia anapenda kunye pombe. Nasikia mbo wakumungo na mwakumungo na nini na mkati na nyama na mukati na, na. Na, na nyama na nyama, kuna hata kifua kifua. So mtu anafanya kosa, anawishisha kitu ambacho anaiwa, tunashinda baada baada. Siye viongozi ndiyo tunalipa pokas, semuti devenons les victimes, tunaelewana. Watu kila mara watu wanashika kwa ofis Sekretari ishatuchokesha kumabiro, hatuna tena wakati ya kuwaza development. Nikufika kubiro, maudianse zote, mie niko na kudongo moja, mie niko na kudongo taishi, niko na kudongo uhima uhama, kieu wabi murabi, tunachoka kwenye. Tunafika uko komisioner, unauzisha parseli ya kubati kwecungai

sasa tumejikaza, hii mzigo hii bato yetu yenyewe tunaita Nyiragongo, tuitembeze sisi wote pamoja. Mkeniacha itakuwa bato mbele, tunaelewa mnapenda nibebe mimi mwenyewe, tuiamshe mgrala. Alors, comme vos secteur est un secteur clé qui affecte plus de milliers personnes dans le territoire de Nyiragongo, il faut qu'ensemble